na mkuki ubavuni, alichomwa, alitemewa mate Yesu wangu na kuzomewa lakini yeyenyumba yeah, yeah. Mbingu na nchi, tuna kila sababu ya kushukuru wewe. Asante kwa ajili ya upendo wako wa ajabu. Asante tena kwa ajili ya kipindi hiki cha Saa ya Ushindi. Tunakualika Mungu wa majeshi uwe pamoja nasi tunapoingia katika somo hili, Mungu wa majeshi katufundishe na kutuelekeza, na wale wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao, Mungu wa majeshi uwe pamoja nao, usiwaache wala kuwapungukia. Neno hili liendelee kufanyika msaada katikati ya maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Anza na sisi umalize na sisi, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake. Tumepata ne nafasi tena ya kuingia katika kipindi chetu cha Saa ya Ushindi ambacho kipindi tunachotafakari njia ya msalaba, pamoja na matukio ya njia ya msalaba, matukio ambayo alipitia Yesu Kristo wakati anaenda kuteswa. Tunaona wiki iliyopita tulijifunza kuhusu karamu ya mwisho. Tunaona wanafunzi wake wa kuyashirikisha sakramenti ya meza ya Bwana kama kuonyesha ushirika kati yake na wao. Ni fundisho kwetu kwamba tunapaswa kushiriki meza ya Bwana kama njia pekee ya kutupatanisha sisi na Mungu. Kwa hiyo nikakufundisha kwamba ya kupasa wewe kushiriki sakramenti ya meza ya Bwana. Leo tunasogea mbele kidogo, tunaenda kutafakari tukio la pili ambalo ni maombi ya bustanini, maombi ya bustanini. Na katika kipengele hiki tutasoma kutoka katika Injili ya Mathayo mtakatifu sura ile ya 36 na mstari, sura ile ya 26 mstari wa 36 na 6 hadi 46. Injili ya Mathayo mtakatifu sura ile ya 26 tutaanzia mstari ule wa 36 hadi 46, lakini habari hizi tunazozisoma zinapatikana pia katika kitabu cha Marko mtakatifu sura ile ya 14 na mstari wa 32 hadi ule wa 42. Marko mtakatifu sura ile ya kumi na nne mstari ule wa thelathini na mbili mpaka mpaka arobaini na mbili lakini pia zinapatikana katika Injili ya Luka mtakatifu sura ile ya ishirini na mbili mstari wa thelathini na tisa hadi ule wa arobaini na sita Luka mtakatifu ishirini na mbili mstari ule wa thelathini na tisa hadi arobaini na sita. Kwa hiyo tutaenda kusoma somo hili kutoka Mathayo 26 na sita na 36, hadi arobaini na sita na sita hadi 46 na sita. Injili ya Mathayo mtakatifu sura ile ya 26 40 sita mstari ule wa 36 mpaka 46 sita Neno la Mungu linasema: kisha akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Getsemani, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele aka kidogo, akaanguka kifurifuli, akaomba akasema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke walakini si kama nitakavyo mimi bali utakavyo wewe. Akawajia wale wanafunzi akawakuta wamelala, akawaambia Petro, je, hamkuweza kukesha nami hata saa moja? Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni, roho hii radhi lakini mwili ni dhaifu. Akaenda tena mara ya pili akaomba, akisema: Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito. Akawaacha tena akaenda kuomba mara ya tatu. wanafunzi wake akawaambia laleni sasa mpumzike. Tazama, saa imekaribia, mwana wa Adamu anatiwa mikononi. Ana, mwana wa Adamu anatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Ondokeni twende zetuni, tazama yule anayenisaliti, anayenisaliti anakaribia. Katika somo hili ambalo tumelisoma, linazungumza matukio yaliyofanyika katika bustani ya Getsemani. Bustani hiyo ni bustani ambayo alienda kufanya maombi Bwana Yesu. Tunaona Bwana Yesu anaanza safari yake sasa ya kuendea msalaba, anaanza na maombi, anaenda kuomba, alihuzunika sana tena anaanza safari yake na wanafunzi wote, anafika mahali anawaambia wabaki wa wengine wakae pale wapumzike. Anawachukua watatu, akiwepo Petro, Yohana na Yakobo, anaenda nao mbele kidogo, lakini pia anawaambia kaeni hapa muombe, kwa sababu roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. Baada ya hapo, tunaona anaendelea mbele kidogo zaidi, yeye anaenda kuomba akimsihi Baba kikombe hicho kimwepuke, akimsihi Mungu kile kikombe cha mateso kimwepuke. Sio kama atakavyo yeye, ila anataka mapenzi ya Mungu yapate kutimizwa. Anarudi, anawakuta wanafunzi wake wamelala. Anawasisitiza tena mara ya pili, amkeni mkaombe msije mkaingia majaribuni inajua kwamba roho ilazi lakini mwili uko dhaifu. Baadaye Bwana Yesu anarudi tena na kufanya maombi, la, akimsihi Mungu anasema kwamba sivyo nitakavyo, kama kinawe, kikombe hiki kinaweza kuniepuka lakini ninaomba baba ma, mapenzi yako yatimizwe. Ndipo sasa tunaona anawarudia tena wanafunzi wake anawakuta wamelala kabisa, akawaambia yatosha, wanafunzi wangu, sasa laleni kidogo mpumzike, kwa sababu saa ya kukamatwa kwa mwana wa Adamu imewadia, wakati wa kukamatwa kwenda kuteswa umefika na msaliti yuko karibu, anatukaribia sasa. Katika somo hili ambalo tumeenda kulisoma leo, nataka tujifunze mambo muhimu yaliyopo katika somo hili. La kwanza tunaona Yesu anaamua kwenda kuomba, baada ya kujua kwamba anaingia katika hatari kubwa, anaingia wakati wa mateso. Watu wengi wamekuwa na changamoto nyingi zinazopita katikati ya maisha yao, maombi wanaitumia kama njia ya mwisho, baada ya kuona jitihada zao binafsi zimeshindwa. Lakini Yesu Kristo tunaona yeye cha kwanza anaenda kutafuta uso wa Mungu, anaenda kumuomba Mungu, kumshirikisha Mungu katika hali yanayoiendea. Sasa watu wengi wanahangaika kwanza, wakishaona mambo yameshindikana, sasa ndipo wanakuja kumtafuta Mungu na kumlilia Mungu na kumuomba Mungu awasaidie. Wa sivyo inavyopaswa kwa Wakristo. Yesu Kristo ameonyesha mfano bora wa kumwita Mungu wakati ule unapoona umeingia katika jaribu kubwa, jaribu la kukutikisa maisha yako, jaribu ambalo linakukatisha tamaa, na wakati mwingine unaona ni jaribu la kifo kabisa. Lakini sasa ametufundisha kwamba yatupasa kwenda kuomba, na katika maombi haya sasa tunayoendea kuna mambo ya kuzingatia kwamba si lazima sana uwe na watu wengi, unaweza ukashirikisha watu wachache katika maombi yako, ukawashirikisha katika jambo hilo, lakini haimaanishi kwamba sasa ukiwashirikisha wale watu uwategemee wale watu wakusaidie kuomba. Inabidi uende mbele zaidi, yani uende mbele kidogo, ukaombe peke yako kwamba mzigo nao wewe umetwishwa mzigo, nahitaji kuombea jambo fulani. Bwana amekuonyesha kwamba unaendea hali fulani, inabidi wewe uende mbele zaidi, usitegemee kampani ya watu, usiwategemee watu waja wakusaidie katika maombi yako, la hasha. Yaani, unatakiwa umshirikishe Mungu peke yako, lakini ukiangalia, lakini pia anatukumbusha kuwakumbuka hata wengine uliowaacha nyuma kuwaombea na kuwakumbusha kumwomba Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Ni jambo zuri kuwashirikisha hawa watu. Tunaona Yesu Kristo anawarudia wanafunzi na kuwakumbusha kuomba wasije wakaingia majaribuni. Lakini matokeo yake tunaona jambo la pili, hao hawa wanafunzi hawakuweza kuomba, ndipo sasa Bwana Yesu anawasisitiza tena wakaombe. Katika somo hilo pia tunajifunza kitu cha kujifunza pale kwamba unapokuwa katika jambo la kuomba, unatakiwa kuomba kweli kweli, usilale usingizi. Na katika eneo hili la maombi, watu wengi wamepigwa chenga, wanapata changamoto ya kutosha, wameshindwa kusimama katika msingi imara wa maombi. Watu wengi wamenyang'anywa maombi Usingizi umewatawala hata asubuhi, wengine hawataki kuja kuomba. Kwa sababu gani? Mwili ni dhaifu, lakini roho hii radhi, anatamani akaombe, lakini anaona uvivu kuja kanisani kuomba, anaona uvivu katika kuomba. Ujue kwamba majaribu yanakuja, ujue unajiingia katika majaribu pasipo kujua. Tunaona Petro baadaye ndiye mtu aliyekuja kumkana Yesu laiti pengine angeomba asingeweza kumkana, lakini tunaona walivyo. Hata alipokamatwa Bwana Yesu, wanafunzi walitawanyika na kukimbia. Nini? hawakuwa na nguvu ya maombi. Yesu Kristo alikuwa na ujasiri. Kwa sababu gani? aliingia katika maombi na kumshirikisha Mungu. Kwa hiyo Mungu alimpa nguvu na kumpa uimara sana. Kwa hiyo alikuwa na ujasiri wa kuendelea wa kuyaendea ku mateso bila shaka yoyote na sisi ili tupate ujasiri wa kukabiliana na changamoto za maisha, wa kukabiliana na maumivu katikati ya maisha yetu, kukabiliana na hali yoyote, tunapaswa tuombe. Kwa hiyo tunaona wanafunzi wamelala usingizi, maana yake shetani yuko tayari kuwajaribu, maana hawana nguvu yoyote, hawajaweza kumshirikisha Mungu lakini baada ya hapo tunaona chukio la pili, anarudi tena Bwana Yesu kumsisitiza Mungu kumwomba. Ndugu zangu, hata kama ukiomba ukiona ombi lako halijajibiwa, bado una nafasi nyingine ya kumtafuta Mungu. Watu wengi wanakataa kiomba jambo lolote lisipotokea basi anaona kwamba Mungu hataki kunijibu, Mungu hataki kusikia maombi yangu, Mungu hataki pengine, naomba kinyume na mapenzi yake, pengine wakati mwingine anakata tamaa. Lakini Bwana Yesu yeye alienda mbele za uso wa Mungu kwa mara ya pili tena kumwomba Mungu, hakukata tamaa. Hiyo inatufundisha na sisi tusikate tamaa, omba mara kwa mara. Inatukumbusha hata huyu mama Hana, aliomba kupata mtoto kwa muda mrefu lakini, lakini hakujibiwa. Lakini aliendelea kung'ang'ana na kuomba kila wakati na kila saa, lakini mwisho wa siku alipokea mtoto ambaye ni Samweli. Hivyo na sisi tunapaswa kuomba Yesu Kristo. Wakati anaomba ukisoma katika Injili hizi zingine zinaeleza wazi kwamba ali alifika mahali macho, machozi yake na jasho likatoka kama damu, lakini tunaona malaika wa... na kupata ujasiri tena, wala kifo tena hakukiogopa kwa sababu alikuwa amepangiwa kufa, basi ujasiri aliuvaa ni ule ubinadamu uliondoka katikati ya maisha yake. Hivyo na sisi tunahitaji kujitia nguvu na kuomba sana majira haya ya kwaresima ni ya kuomba mara kwa mara, usije ukachoka kwa siku hizi 40 tulizopewa, ukafika mahali ukachoka, ukasema, tena maombi nimechoka, maana tumebaki wachache, nimebaki peke yangu. Hapana, wewe endelea kumshirikisha Mungu kwa sababu Mungu yeye anaweza na atakusaidia. Lakini tunaona baada ya hapo tena anawarudia wanafunzi anawaambia yatosha, wanafunzi wangu, maana macho yao yalijaa usingizi, lakini sasa akawaambia kwamba mwenye kunisariti amekaribia. Hivyo wapendwa, wapo watu wenye kutusariti katikati yetu, wanatukaribia wanatusogelea adui mwenye kutusaliti sisi yupo anatukaribia. Hivyo tuendelee kujipa imani na kumtegemea Mungu, kwa sababu anayetushitaki, anayetaka kututesa, anayetaka kutuangamiza yuko karibu, anatukaribia, yuko anatusogelea. Ningeomba sana mchana wa leo na siku ya leo Mungu akusaidie sana, ongeza kiwango chako cha maombi, pandisha kiwango cha maombi. Maombi yako yasiangalie watu, ya muangalie Kristo. Amini tu maombi yako yatajibiwa. Ni wakati wa kwenda mbele za Mungu, lakini pia kupeleka haja ya moyo wako haja ya, ya Yesu Kristo tumeiona wazi, anaeleza kwamba yeye anatamani kikombe kimwepuke. Kuna mambo na wewe unataka ya kuepuke, yaweza kuwa ni magonjwa, yaweza kuwa ni mateso, yaweza kuwa ni maumivu yanayopita katikati ya maisha yako, yaweza kuwa ni fitina iliyoachiliwa katikati ya maisha yako, yaweza kuwa ni namna yoyote ambayo inakuhangaisha katika maisha ni wakati wako sasa kumshirikisha Yesu Kristo. Yesu Kristo ametufia msarabani, ili achukue mizigo yetu, achukue maumivu yetu, achukue mateso yetu, achukue fadhaa zetu, achukue kuhangaika kwetu. Mtwike fadhaa zako, maana yeye anajishughulisha na mambo yako. Tuzidi sana kumwomba Mungu na kumtumaini, na yeye Mungu atatusikia na atatusaidia. Nikuombe mtumishi wa Mungu, zidi sana katika kuomba. Mungu atakujibu na utaipokea nguvu ya ajabu, na naye malaika wa zamu atakuja kukuhudumia na kukutia nguvu tena, na utaweza kuvuka changamoto iliyopo katikati ya maisha yako, na ataenda kukuvusha viwango vingine usivyotegemea, lakini atakuimarisha katika imani yako. Na tuombe. Mungu wetu na baba yetu Mungu uliyezumba mbingu na nchi, tunakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Mungu wa majeshi, tazama neno ambalo tumeliachilia siku ya leo. Ninakusihi wewe kaendelee kusimama katika kipindi hiki cha Saa ya Ushindi. Mungu wa majeshi, endelea kuwabariki wote wanaotutazama, wanaotutazama kwa njia ya mtandao, wanaotutazama moja kwa moja, wanaotutazama kwa namna yoyote Endeleo Mungu kuwapa nguvu, tazama na maombi yao, zipo haja za mioyo yao. Mungu wa majeshi tunazisogeza kwako, Mungu iye hai, nawe Mungu kawajibu sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Tengeneza moyo wa maombi, tengeneza moyo wako kutegemea wewe, wawe na bidii kama Yesu Kristo alivyokuwa na bidii katika maombi, na njia hii ya msalaba ikafanyike ukombozi katikati ya maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, ame. Mungu akubariki sana na kutakia baraka za Mwenyezi Mungu siku zote za maisha yako. Uendelee kumtegemea Mungu na kumtumaini, amen. Barikiwe sana. baraka za Mwenyezi Mungu siku zote za maisha yako. Uendelee kumtegemea Mungu na kumtumaini. Amen. Barikiwe sana.